Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, kalumna na kanyanya zikatonda murungi obude bona. Wazo letu la leo usaliti, usaliti. Naomba tuseme usaliti, usaliti. Tuseme tena, usaliti, usaliti. Yohane sura ya kumi na tatu mstari wa kwanza hadi wa kumi na tatu tunasoma kwamba shetani alimtia moyo wa kumsaliti Yesu Yuda Iskarioti, na Yesu alipowaosha miguu Alhamis kuu ya kwanza alisema, mmekuwa safi, lakini si nyote. Kukaa majini si kutakata, mwambie jirani yako, kukaa majini si kutakata. Mmoja wao alikuwa ajatakata. Sasa Yuda Iskarioti alimsaliti Yesu. Ni haramu kutumia urafiki kumsaliti mtu. Ni haramu kutumia ukaribu kumsaliti mtu. Ni haramu kutumia ratiba ya mtu kumsaliti mtu. Ni haramu kutumia busu kumsaliti mtu. <tuhum> <tuhum> Yuda Iskarioti alimsaliti bwana wetu yesu Kiristu. Kuna mambo matatu kwa haraka sana. Jambo la kwanza ni ukaribu, alitumia ukaribu wake kumsaliti Yesu. Sumu ya nyoka haiko msituni, iko nyumbani. alakwita akubanzo butai, atakaye kuua anaanza kufanya rafiki. Yani, kuna watu wanatumia ukaribu. Mwaka 44 kabla Yesu Kiristu kuzaliwa Julius Caesar akiongoza na kuitawala Roma, maseneta walishiriki katika kumuua, lakini cha ajabu rafiki wake wa karibu sana ndo alimface. Wanataka kumuua, anamuona na rafiki wake wa karibu sana, akasema kwa huzuni na kwa mshangao, et tu Brute, kwa Kilatini, et tu Brute na wewe Brutus, yaani kati ya wao wote na wewe Brutus. Shhh. Akasema kama ni hivyo, Caesar na nife, na ni kama tumefikia hapa na rafiki wangu wa karibu mwandani, na yeye yuko mojawapo anayotaka kuniua, afadhali Caesar nife. Alikuwa mtu wa karibu sana. Yuda Iskarioti kwa Yesu alikuwa ni mwanafunzi ni mtume lakini rafiki. Ukisoma Yohana sura ya kumi na tano mstari wa kumi na tano alisema siwaiti watumwa na waita marafiki, rafiki, kwa vile niliyosikia kwa Baba nimewambia, nimewaelezea, akawaita rafiki. Yule mtu wa ndani, mtu wa nyumbani, akikufanyia usaliti ni jambo baya tena. Ngoja nikwambie Popote palipo na usaliti, hesabu watu kumi na wawili, mmoja yuko ndani humo, yeah. Mwambie jirani yake, hesabu watu kumi na wawili, yeah. Yaani, watu kumi na wawili walio karibu na wewe, wenda ni jamaa zako, msaliti yumo. Msaliti wa Yesu alikuwa ndani ya watu kumi na wawili, Yuda Iskarioti, mtu ambaye alimchagua awe mwekazina wake, na akamuuza kwa vipande thelathini akumuuza kwa ishirini kwa sababu Yosefu aliuza kwa vipande ishirini. Akasema huyu ni mkubwa zaidi ya Yosefu, akamuuza kwa vipande thelathini. Na ukisoma Mathayo sura ya ishirini na sita alisema mtanipa nini nikimleta kwenu? Mtanipa nini? Dhambi nyingi zinaanza utanipa nini. Dhambi <laughs> <laughs> nyingi zinaanza utanipa nini. <laughs> Msichana anaweza kamuuliza mvulana utanipa nini, na mvulana anaweza kamuuliza msichana utanipa nini. Anayepiga ramli anauliza utanipa nini. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Kwa hiyo ukaribu ni haramu kutumia, ukaribu ni haramu kutumia ukaribu kumsaliti mtu. Jambo la pili, ratiba. Naomba tuseme ratiba. <laughs> Ratiba, ratiba. Ukisoma Luka sura 22 mstari wa sita, Yuda Iskariota alitafuta nafasi nzuri ya kumsaliti Yesu. Nafasi na nzuri, alijua ratiba ya Yesu, mpangilio wa matukio yake, kwamba alikuwa anaenda Getsemani, akatumia hiyo ratiba kumsaliti Yesu. Waya wanasema umwanda gumu gwisembeba, njia moja inamfanya panya auawe. Sasa wanasema atapita hapa atapita hapa, lakini hoja si kutumia njia moja, hoja ni msaliti abadilike. Traitor, msaliti ni traitor. Eh, alimsaliti Yesu kwa kutumia ratiba. Tarehe 15 Oktoba mwaka 1987 Thomas Sankara aliuawa na mtu ambaye alikuwa wa karibu sana Thomas Sankara. Mwanajeshi mwenzake alikuwa anaiongoza Burkina Faso, aliuawa na mtu wa karibu sana wakati wakiwa na kikao na viongozi wengine, wakavamia wakamuua Thomas Sankara, kiongozi mzuri wa Afrika. Tulipoteza Afrika. Alimuua Thomas Sankara, lakini alitumia ratiba yake kummaliza. Naomba usitumie ratiba ya mtu kumsaliti. Wengine wanatumia ratiba ya bosi anapoenda semina, wanafanya usaliti kwenye ndoa. Wengine wanatumia ratiba ya mwenzi wa ndoa kwamba tangia saa hii mpaka saa hii yuko kazini <laughs> mm. Wanatumia sana nini, yani anamsaliti yule mtu ambaye alisema katika shida na raha katika afya na magonjwa ni kupende siku zote za maisha yangu. Anamsaliti, anakosa kumlinda, wakati Mithali sura ya tano mstari wa kumi na tano unasema, kunywa maji ya kisima chako mwenyewe. mm. Kunywa maji ya kisima chako mwenyewe. Maji ya barabarani si safi na si salama. hmm. Kwa hiyo usitumie ratiba ya bosi vibaya, usitumie ratiba ya mwenzako vibaya, itumie ratiba vizuri. Emmanuel Kant alikuwa mwanafalsafa. kila saa kumi na moja alikuwa anafanya mazoezi na watu walikuwa wanapima saa zao, akitokeza, yaani ilikuwa ni saa kumi na moja. <laughs> yuko tu anatembea kwa hiyo watu wanarekebisha saa zao wakimwona. <laughs> kumbe ratiba yake ilikuwa inajulikana, lakini wakaitumia vizuri kurekebisha saa zao, lakini wengine wanatumia ratiba za wengine vibaya. Tatu, ishara. ishara Bwana Yesu Kristo alimuuliza, yaani unanisaliti kwa busu? Luka sura 22 mstari wa 48. tunaimba Wahaya Wambanja mukunywegera iwe munwani wange. Turudie: wambanja mukunywegera iwe munwani wange. Katika utamaduni wa Marekani, wa Marekani, busu linamtajirisha anayelipokea, lakini alimfanyi maskini anayelitoa <coughs> busu, lakini hasa la shavuni. Kwa hiyo huyo alitumia busu, ishara ya urafiki, ishara ya upendo, ikawa ni silaha, yani ikawa ni silaha ya vita baadala ya kuwa ishara ya amani, akatumia busu kumchoma Yesu Kristu, ikawa ni kama mkuki. Askofu Fruto ni shini anasema busu hii ilikuwa ya kishetani, Satanic. Maana ilikuwa ni danganya toto, inaonyesha anampenda lakini anamchukia. Wahaya wanasema Baitiromu nsheko. Naomba tuseme Baitiromu nsheko. Yani, inaweza ikawa ni ishara ya upendo ya kufurahi, lakini watu wanaua katika kicheko katika kicheko kuna mauaji, katika tabasamu kuna mauaji. Ndiyo wanasema ama ino teiteito mtima si si si. Naomba tuseme ama ino teiteite omsima si si si, omsima si si si. Ehe, meno ni meupe pe, lakini moyo ni mweusi ti. <laughs> Naomba tuseme meno ni meupe pe, meno ni meupe pe, moyo ni mweusi ti. Sasa ndiyo ilikuwa mambo ya Yuda. Alikuwa anamfahamu Yesu kama nyuma ya kiganja chake, akawa na manyuruza, yaani anamfahamu na kupitiliza kumanyuruza. Naomba tuseme kumanyuruza. Kwa hiyo mtu anayekusaliti ni mtu wa karibu sana.